Je, unatambua ni kwa nini unapaswa kujiamini kwenye maisha yako zaidi? Leo nitakufunza ni namna gani unapaswa kujiamini kwenye maisha yako, na kwa nini kama hujiamini ni rahisi dunia kukushawishi kuwa hufai kabisa. Karibu Focus Media, mahali sahihi pa kujifunza maarifa, motisha na mwelekeo wa mafanikio. Leo tutazungumzia kitu muhimu sana ambacho ni kujiamini, kwa nini ni muhimu kwenye maisha yetu? Karibu sana Nitakupa sababu kadhaa ambazo ni kwa nini tunapaswa kujiamini. Bila kujiamini huwezi kuchukua wala kupiga hatua yoyote ya maisha yako. Watu wengi wana ndoto kubwa sana duniani, lakini hawaamini kama wanaweza kuzitimiza, wakati mwingine wanaogopa. Lakini ukweli ni kwamba kujiamini ni hatua ya kwanza ya ushindi wa ndoto zako. Unapojiamini tu unaweza kuwa tayari umeanza kushinda ndoto zako. Kwa mfano, angalia watu waliofanikiwa, hawakuwa na kila kitu, lakini walioamini katika uwezo wao hata kama walikuwa na mashaka, lakini walijipa nafasi ya kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo hata wewe unaweza kujipa nafasi ya kufanya vitu vikubwa zaidi ukijiamini, na unaweza kufanikiwa. Sababu ya pili, kujiamini kunajenga heshima yako mbele za watu. Unapoongea kwa ujasiri, watu wanapokusikiliza, na unapojitokeza bila aibu mbele za watu, watu wanakuamini, lakini pia ulimwengu unakuona kama vile unavyojiona wewe mwenyewe. Maana yake ni rahisi wewe kufanya vitu vikubwa zaidi ukiwa umejiamini. Kuna kamsemo kwa Kiingereza huwa kanajisemea, confidence is silence, insecurities are loud. Watu wanajibu kwa nishati yako. Jiamini hata kama bado haujafikia kile ambacho unachokitaka. Jiamini, fanya na uanze kujituma, hapo utaweza kufanikiwa. Lakini pia kujiamini kunasaidia kushinda vikwazo. Maisha yetu sisi sio mepesi wala si laini siku zote kuna changamoto kubwa sana duniani, kuna watu wanatukatisha tamaa, lakini pia kuna vikwazo vingi sana na vizingiti viko kwenye maisha yetu, lakini ukiwa na imani unaweza kushinda chochote duniani na unaweza kuvuka, ila ukianza kujiamini wewe mwenyewe. Nataka nikupe tu tofauti kati ya waliofanikiwa, tofauti kati ya waliofanikiwa ni kwamba hawakuwahi kurudi nyuma kamwe. Walipoambiwa kwamba hawawezi, walijua wanaweza na walithibitisha hilo kwa vitendo. Kwa hivyo nawe jiamini, na uthibitishe kwa vitendo kwamba kile ambacho nilichoambiwa siwezi, ninaweza kwa vitendo. Kama leo utachagua kujiamini wewe mwenyewe na kujiona wewe ni wa thamani, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi duniani. Lakini anza kwa hatua ndogo ndogo, jiamini mbele ya kioo, lakini pia jiamini kwenye maamuzi yako na katika ndoto zako. Hapo unaweza kufanikiwa. Kama unajifunza kitu leo, basi bonyeza kitufe cha subscribe, like ama comment, na uniambie, je, leo umeongeza kujiamini na umejiamini kwa kiasi gani? Yes, hii ni 4Kasi Media, kila siku nafasi mpya ya kujifunza.